Candy Candy love, Wewe ni mrembo mzuri unaivutia kwenye macho ya kila mmoja wetu. Uzuri wako unaweza kukuponza kama kasa anavyoponzwa na utamu wa nyama yake. Wanaume sisi tuna maino mazuri ya ulaghai, usije ukazama ndani yake. Usikilize moyo wako, ila pia ifuate akili yako. Candy ulishaacha kwa hukumu kwa dharau na kuwachukia watu pale Mungu alipoanza kukuweka kwenye viatu vyao. Umeacha pia kutaka kuelewa kila kitu pale ulipodhamiria kuitafuta amani ya kweli ya moyo wako. Siku hizi hatukuona ukijipa muhimu katika maisha ya watu, kwa sababu unaelewa wewe ni bora kwenye macho yaliyochagua kukupenda pekee. Siku hizi kitu pekee ambacho tutakuona kikilazimisha ni nguo ikutoshe, lakini sio marafiki, ndugu na mahusiano usiowahitaji, Candy love. Wengi wanaweza kukuona una kiburi, ila kiuhalisia umechagua kujiheshimu. Unafahamu mipaka yako kwenye maisha. Wengine Kendi, wengi hawakujui, wanajua vile ambavyo umeruhusu wa kuvijua. Kama ungehitajika kuchagua askari mmoja kwenda naye vitani na kusihi, leo uchague moyo wako. Moyo wako haujawai kukukana, kukusaliti, wala kufedhehesha. Najua na wengi wa kuwa shukuru lakini kwa leo naomba ujishukuru wewe mwenyewe kwa kutokata tamaa. Jishukuru kwa kuvumilia dharau na masimango ya waja. Jishukuru kwa kuendelea kuamka ukiwa na tabasamu lako kila uchao. Kweli leo nataka ujishukuru. Jishukuru kwa kuendelea kuwa na heshima kwa kila mmoja wetu. Jishukuru kwa kila hatua unayopiga haijalishi udogo wake. Kwenye macho wengine, wewe ni shujaa jake ndi, wewe ni rafiki. Wewe ni tabasamu la wengine wewe ni malkia wa nguvu.